akapata mwalimu, akapata nini mwalimu, aka amealikwa na Mheshimiwa Fisi. Mheshimiwa akamwalika suula nini? akaja nguruwe, akaja nani? Akamletea mwaliko, akamwambia sungura na ana sherehe nyumbani, na huko kwenye shere sherehe kutakuwa kuna miazi kutakuwa kuna wali na kila aina ya chakula we kabla ya sherehe akasema, sitokula chochote, sitokula nini? Ili tumbo langu liwe na nafasi ya kutosha, ili tumbo liwe na nafasi ya kutosha. Siku ya sherehe, akaanza kwenda kwa mheshimiwa wa kwa nani, alipofika akakuta ndio

Akakuta ndo wametenga masufuria kwenye moto. Akasema mbona anajaya naendelea, ngoja nirudi wapi? Kwa nguruwe. Akarudi kwa nguruwe, aliporudi kwa nguruwe akakuta na wenyewe ndio wametenga, wamefanyaje? Wameweka kwenye moto chakula, wanapika

Akarudi aka aka kwa nguruwe, kurudi kwa nguruwe akakuta ndio wananao wamemaliza kufanyaje, wamemaliza kula tumsimbe. Akasema moja nikiingie tuwai wapi? Kwa fisi. Akarudi kwa fisi akakuta vyombo tu na walio wote wameondoka, wamekusha kula tumsimbe.

Safari ya kiroho tunasemaje? Tunaacha nini? Wow, wow, k <laughs> kama tunatoroka tunatoroka shule tunaacha kufanyaje? Kutoroka shule hiyo ndiyo safari ya nini ya kiroho? Na tukifanya hivyo tukisema, watoto, rafiki wa Yesu, unakuwa rafiki wa Yesu.